Awqafu Tanzania au Awqafu Tanzania e, ndio imechukua jukumu la mutawali au nadhir kwa au, wakfu hii ya Hayatul Ulama. Maana yake nini? Tumechukua dhamana ya kuona haipotei. E, fedha ya mtu yoyote aliyowekeza kwenye keshwa hii na itakapotakiwa zitolewe, basi kuna utaratibu tumeweka e, kwamba e, hayat ululama itatueleza e, kwa utaratibu wa vikao vyao na signatories wa kutoa hizo fedha watakuweko kutoka e, aukafu Tanzania na joint watatoka hayatul ulama. Hilo la kwanza. Sasa hatukupata nafasi ya kujieleza kama ilivyojieleza tampro au jingine, kwa sababu hatukupewa mada hiyo, nikoni. Nyinyi aukafu Tanzania ni watu gani? Sasa sisi hapa ndio nadhir mutawali wa wakafu hii, na tunathibitisha kwa sababu hawa wataalamu wote waliotoa mada hapa ndio bodi yetu, ndio management yetu. Tuna shekhe Muhammad Isa, kuna shekhe Shabani Musa, kuna shekhe Kaporo, kuna Sheikh Shams hawa ni mashehe mutamadi katika nchi hii, wao wanatumia fedha zao, sio wao wanapata tija yote, kwa wao wanawekeza kwa ajili ya kutoa huduma. Halafu tuna wataalamu wengine kama Salma Awad mimi na, kina Saleh Akrabi, kuna Ali Nahdi kuna, hawa ni wataalamu kwenye biashara kwenye fani zao mbalimbali mbali. Na wao pia wanachangia katika ku, kuendesha hii wakfu sio wananufaika kwa namna yote. Sasa eh, hii wakfu Tanzania ina board of trustees a board of trustees na wenyewe wamechaguliwa na zile taasisi zote, kwa hiyo mimi wakanichagua kwa mwenyekiti kwa ajili ya ni mwenyekiti wa ukafu Tanzania, lakini tuna shekhe Arif tuna shekhe ameondoka okay, shekhe Munif kuna e, profesa Asad kuna bodi ya trustees, kina mama wawili wako pale. Uh, Mariam, okay. Na mwingine Amina Amina Muhaji na, na, eh, Amina Muhaji yupo, yuko ukodada. Kwa hiyo yeye ni trustee mmoja wapo, na Mariam yupo vile vile. Mariam ni muhimili mkubwa sana wa shughuli zetu. Kwa hiyo ili kundi wao wamechaguliwa, wame na wamepokea dhamana, hawezi kuchukua fedha yoyote ya mtu yoyote, lakini mimi nipeleke kwenye wakfu kwenye, kwenye upande wa fiqhi kidogo. Kwanza kuna sunna iliyoachwa inayoitwa husni dhanna, hufikiri jambo lolote ila uzuri na wema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii husni dhanna ni haki yako, lakini wanasema chunguza uliza ahlu dhikri, hii inafaa niwekeze? Sijawe, usianze tu kukurupuka. Fikri ya maamuzi nayo inasema hivi: pata ilmu ujiridhishe, kwa wanaojua ufafanuzi, kwa wanaojua usi, usianze kusema huyu ni kuku, amechinjwaje wote ni kuku tu, tofauti huyu kanyongwa, huyu haya. Maneno kutoka kwa muislamu sio mazuri, na ningependa asiyarudie, kwa sababu yanaturudisha nyuma sana katika hii husni dhanna. Fikirieni kwamba tuko kwa ajili ya subhanahu wa taala, mali yako wewe haitapotea. Lakini la pili hapo hayatul ulama ambao watakuwa wanufaika kwa ajili ya miradi yao ambao wameipanga miradi hii ni yote miradi ya kusomesha madrasa, walimu wa madrasa, na kuwekeza kwenye mambo ambayo wameyapanga, yote ni vipaumbele vyetu sisi. Mwisho eh, mimi kwa niaba ya wenzangu, ambayo ni Executive Committee Shekhe Shems, uh, Shekhe, uh, Shekhe Muhamadi Isa, uh, na wengine ambao wako hapa wote, tunawashukuru sana kwa kutuamini, na mimi niomba ifanywe illustration tuweke angalau shilingi elfu mia mbili tu apply uh, ile methodology kwa kuingia kwenye website to download app eh, tuweze kufika mahali hata pa kuwekeza. Basi kwa maombi haya, tafadhali sana tufanyiwe hiyo sh naam, tuna muda mdogo kuelekea uh, iftari.